Habari e, ndugu watazamaji, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa YouTube channel. E, kuna baadhi walikuwa wanatamani wana nirudie mada yangu ya kuhusu uendeshaji wa gari aina automatic Scania, automatic aina Scania hii ni Scania automatic R450. Hii ni Scania automatic R mia nne hamsini. Hii ni R mia nne hamsini. Sasa gari hizi zipo automatic za aina mbili. Kuna automatic ambazo zinakuwa na pedo tatu, ambayo ni kachi na kuwaga maeneo haya kama gari ya kawaida tu jamani, alafu na pedo ya pili hapa, ambayo ni breki kuna pedo ya tatu ambayo ni ex ret. Sasa hii ni automatic ambayo ina pedo mbili na maana ina pedo ya, ya, ya breki na hii hapa ya ex reta. Sasa hapo awali nilisema kwamba unapotaka kuendesha hii gari, cha kwanza kabisa hii gari ina uendeshaji wa aina mbili, kuna uendeshaji wa auto ambao ni automatic tu, unakanyaga mafuta, gari linajibadilisha gia yenyewe. Alafu kuna uendeshaji wa manyu ambao ni automatic lakini, upande wa manyu ambao una una, una, una unaendesha hali ya kuwa unakuwa na pushi hii ya river. Kwa hiyo sasa ukitaka kuendesha kwa kutumia manyu, kwa hiyo sasa ukitaka kuendesha kwa kutumia manyu unakuja kuniiga river hii na hii button, ambayo hapo kuna N, huku nyuma kuna reverse afu hapa mbele hapa chini hapa chini yake hapa kuna D hapa D D inakuja kuni mark, umshale huo, imaki, D Kwa sasa, ni D lakini D ni gani D manu, D auto kuna kuna A chini kuna mkato kuna M, maana A auto kimkato m manyo kwa unabonyeza kimkato hiki, ukibonyeza hivi huku mbele, kuna dashboard yako itakuandikia a hii e mbili, maana automatic economy namba mbili. Kwao hapo na kwa wapona, kuna button na ni parking brake afu na kanyaga mafuta mana, kwa hiyo na maana hii gari inaenda. Kwa hiyo kadri unavyozidi kukanyaga mafuta yenyewe ndio itakuwa inabadilisha gia kutokana na mwendo uliokuwa wewe. Sasa kama uko mwendo mdogo mdogo, utajipunguza gia kama uko mwendo wa juu itajipanga yenyewe gia. Nakufika mlimani wewe a mafuta yenye najipanga gia mpaka gia ambayo yenyewe itakubali kupanda huo mlima. Baada ya hapo, ukitaka sasa hapa hapa ubadilishe utumie manyu, lakini yani kwa njia automatic, lakini ni manyu, kwa unabonyeza hiki button tena hiki hiki hapa unabonyeza, kule mbele inakuandikia ME manyu economy namba mbili. Ukitaka kubadilisha gear hiyo namba tatu, aa, mafuta afu unapandisha gia lever hivi kule, tayari nabadilika, inakuwa namba tatu. Unashusha gia lever tena chini hivi kidogo tu, unaepushi, inakuja namba nne. Ona, hilo ni somo la kwanza alafu kuna mtu aliuliza, je, nikitaka ku- kuwasha fog light. Sasa hii gari bahati mbaya haina fog light, ila ina spotlight. Sasa tunatoa tu mfano, najua mzungu huwa anafanya kitu kwa kwa kuangalia mbeleni. Utahitaji uta, uta, nini, hii gari haina fog light, ila kuna sehemu za fog light huko mbele zimewekwa na washazi design kabisa. Kwa hiyo ni wewe tu kununua fog light na kuweka. Kwa hiyo mbele huku ndani ya gari ndani ndani ya gari wamekuwekea sehemu za kuweka batari zako za fog light. Ambazo batari zenyewe ni hizi hapa hizi. Kuna hii hapa na hii hapa ambazo hazipo. Ambazo mnazichora alama. Hilo chora alama ni ya spotlight. Hii hapa. Hii ni ya spotlight. Kwa sasa unachotakiwa kufanya sasa, kama unataka utumie fog light mfano sasa, ambao ndo gari yako ina fog light, unabonyeza hizi hapa button pap pap, zinakuwa ziko on. Sikiwa ziko on, kuna kialama fanya kitakuja cha kijani. Mfano, kwa mfano, kuna hii ya spotlight, unaona, ukibonyeza spotlight kuna hicho kialama cha kijani, maana kwa spotlight ishaziruhusu. Kwa hiyo mimi nitakapobadilisha, nitakapowasha taa nikiweka full